andishi si mtu wa kawaida bali ni nabii wa jamii. Jina lake ni James Ngugi, ama kwa maarufu aliupata kupitia kazi zake, wengi walimfahamu kwa jina la Ngugi wa Thiong'o. Ngugi aliliona hili mapema na akaamua kutupa jina lake la kikoloni ambalo ni James, ili arejee katika asili yake kama Mugikuyu, mwanadamu mwenye mizizi katika ardhi ya lugha ya mababu. Huu haukuwa mchezo wa maneno, bali ni tangazo la vita, vita dhidi ya ukoloni wa fikra, lugha na nafsi. Aliandika kazi za kupindua meza za watawala na kuibua ukweli uliokuwa umezikwa kwa kificho: Weep Not, Child, The River Between, A Grain of Wheat, Petals of Blood, si tu riwaya bali nyaraka za historia, ngao za wanyonge na sauti za wale waliovuliwa heshima yao kwa jina la maendeleo. Ngugi hakukimbilia mlo wa Kiingereza uliopikwa na wakoloni. Alirudi jikoni kwao, akaandaa sahani ya Gikuyu na kuitumia dunia nzima. Tamthilia yake Ngaahika Ndeenda I Will Marry When I Want, iliyoandika akiwa jela, ilimfanya awe mfungo wa kisiasa lakini pia mshindi wa heshima ya kweli. Akiwa nyuma ya nondo aliandika Devil on the Cross kwa kalamu ya wino wa matumaini kwenye karatasi za chooni ishara ya kuwa uandishi wa kweli hauhitaji starehe bali dhamira. Methali ya kifikra inasema, mchele hauwezi kuchanganyika na mchanga hata ukipikwa pamoja. Ngugi alijua kuwa lugha za Kiafrika haziwezi kupewa uhai wa kweli ndani ya tanuri la lugha za kigeni. Katika Decolonising the Mind, alieleza kwa uchungu na uthabiti kuwa ukoloni ulianza kwa bunduki, lakini unaendelea kwa lugha. Hivyo kujinasua ni pamoja na kuzungumza, kuandika na kufikiria kwa lugha zetu wenyewe, kwa maana ya lugha ni roho na utamaduni. Ngugi hakuwahi mtu wa kukaa pembeni, alikemea tawala za kifisadi na tabaka teule la Kiafrika, alikemea unafiki na maendeleo yasiyo na utu, na akasisitiza kuwa maendeleo ya kweli ni yale yanayoanzia ya chini, yakikuwa kwa mizizi ya watu. Tunapoangalia mchango wake, hatuwezi kujizuia kusema kuwa Ngugi alikuwa kama mwalimu wa moyo aliyefundisha sio tu kutoka vitabuni, bali kutoka kwenye vidonda vya historia. Alikuwa kama mvua ya kwanza baada ya kiangazi kirefu, akileta matumaini ya uhai mpya kwa ardhi ya Afrika. Huyu si mtu wa kawaida ijapokuwa wakati wake wa kuandika umeisha, lakini wajibu wa kusoma kuelewa na kuendeleza mafanikio mikononi mwetu. Ameacha alama kwenye mchanga wa historia kama mvuvi anavyoacha nyayo ufukweni. Hata bahari kivuma, nyayo hizo hazifutiki. Ameacha urithi wa maandiko, fikra na msimamo. Kalamu yake haikuchoka kuandika mpaka mwisho wake, na sisi ni warithi wa mwenge aliyouasha. Tunaweza kusema mengi, lakini moja likibaki, katikati ya wingo zito Ngugi alituongoza kuelekea kwenye mwamko wa kiakili na siasa, jukumu letu kuhakikisha kuwa taa hiyo haizimiki bali inaendelea kuwa ikimulika hadi mwisho wa wakati. Hakuwa tu mwandishi, alikuwa mlima, na milima haifi, huendelea kutoa mito, mvua na upepo kwa vizazi vijavyo. Pumzika nguli wetu, pumzika shujaa. Umetangulia mbele ya haki, lakini nuru ya fikira zako bado zinaangaza kama mwanga wa tochi katika shimo la giza. Kalamu yako haikufa, imebaki kama urithi wa kimapinduzi. Ulitufundisha kuwa mtu asiyefahamu historia yake ni kama mti usio na mizizi, na ukasisitiza kuwa kwa kuitetea lugha ya mama tunazitetea nafsi zetu. Mwandishi wa simulizi hii ni Mohamed Abdurahmani, pamoja na kusomwa kwako nami, heri Abdalah. Na hii ni Chivihi Media. Ni kusihi kusubscribe, kulike, share na kucomment youtube chaneli yetu, lakini pia tunapatikana Instagram, Facebook na TikTok kwa jina la Chivihi Media. Sisi tunakuunganisha na ulimwengu. Kwa heri.